Ujao mwanafunzi na karibu katika channel yetu leo nataka tuweze kuangalia maswali ya kudurusu katika tamthilia Bembea ya Maisha na yatazingatia majukumu ya elimu katika jamii sifa na umuhimu wa mhusika Sara alafu maudhui ya mila na tamaduni swali la kwanza mama mamangu mzazi ni boni ya jicho kwetu anahitaji kipindi hiki cha lala salama yaweke maneno haya katika muktadha wake. Na tunaona huu ni uzungumzi nafsi wa Neema na anamwazia mamake mzazi Sara. Yuko sebuleni nyumbani kwake, na ni baada ya Neema na Bunju kuwa na majibizano kuhusu mila na tamaduni na jinsi ya kukubali mama au baba mkwe kulala kwa wanawe. Swali la pili, kwa kutoa mfano tabia tabua mbinu mbili za lugha katika dodoo hili. Na tunaona kwamba tuna sitiari mboni ya jicho, ambapo mboni ya jicho inamaanisha mwangalizi wao. Pia tuna msemo au nahau kipindi cha lala salama, halafu tuna nidaa mama, matumizi ya alama ya hisi Swali so, la chaa fafanua sifa za mhusika mamangu mzazi ukirejelea tamthilia nzima. Kwa hivyo mamangu mzazi ni mhusika Sara, na kwanza tunapata kwamba ni mvumilivu kwa sababu Sara anavumilia mateso ya mume wake baada alimlaumu kuwa a, kwa kutopata mtoto wa kiume alafu ni mpatanishi tuseme Sara ni mpatanishi kwa kuwa alimshauri bintiye amwelewe mume wake ambaye alitii. Alafu ni mwenye utu, alijali ama alijali doa yake na kumpenda mumewe Yona licha ya fujo zake, alikataa kukaa mjini pia ni mwenye hekima. Tunaona maneno anayozungumza yana wingi wa hekima na busara, anamweleza asna asicheze na akili zake ijapokuwa hakupata elimu sawa sawa. Alafu ni mlezi mwema, anawalea wanawe kwa kuwapa mawaidha ya busara. Alafu ni mtamaduni, sababu Neema anatilia maanani tamaduni za jamii yake. Kwanza tunamwona akisema kuwa fimbo hurithiwa na mtoto wa kiume. Uh, swali la daa, fafanua majukumu ya elimu katika jamii kwa mujibu wa tamthilia Bembea ya Maisha. Na tunaona kwamba elimu huzidua jamii kutofuata mila potovu. Tunaona neema ni msichana wa kike amne, anakuwa mwanga kijijini, hali tunaona kwamba mwanamke pale kijijini hakuwa na, yani alikuwa anadharauliwa sana ama anadhalilishwa. Pia elimu inasaidia kupata ajira. Tunaona Yona aliajiriwa kuwa mwalimu kutokana na kisomo chake. Halafu elimu ni chombo cha maendeleo na ufanisi. Tunaona Neema anaendesha gari, anajengea wazazi wake nyumba kupitia Bunju. Pia elimu hufinyanga maadili. Elimu ya dini ilimfanya Yona kuwa mwadilifu kabla ya kuingilia ulevi. Pia elimu hupalilia vipawa. Tunaona Lemi walikuwa anafanya mazoezi ya nyimbo kwa ajili ya siku ya wazazi shuleni. Lemi akitoka shuleni lazima amwonyeshe Bela miondoko na minenguo yote waliofanya pale shuleni. Alafu elimu husaidia binadamu kuishi na kutatua matatizo yake. Tunaona Bunju anatatua matatizo ya familia ya Neema kwa ufadhili kutokana na mshahara wake na mikopo. Alafu elimu inamsaidia mwanamke kuolewa. Tunaona kwamba Neema anaolewa na Bunju kwa sababu ya ile elimu. Haya, tuko na swali lingine hapa. Sara si neno mama Kimia hakuna kizuri kijacho kwa urahisi. Mazuri hutoka mbali na wakati mwingine yana hadithi za kutisha. Maisha yetu ni mfano wa mbegu iliyopandwa. Mbegu hiyo haina budi kuoza kwanza, ndipo ioteshe mche upendezao. Changanua mtindo katika dondoo hili. Na mtindo wa kwanza tunaona kwamba tunanidaa hapa neno si neno mama. Tunaona kwamba kuna matumizi ya alama ya hisi. Pia tuna tashbihi, tunaona kwamba maisha yetu ni mfano wa mbegu iliyopandwa. Pia tuna istiari au jazada, neno mbegu, mbegu pengine likiashiria maisha. Pia tuna msemo haina budi, alafu tuna uhuishi au tashihisi, mazuri hutoka mbali Enda swali la ba, "sasa hali ni tofauti tamaduni na mila desturi zetu zimezidi kuyakabili mabadiliko" na swali la a, eleza nafasi ya msemaji wa kauli katika ba katika kuendeleza tamthilia husika. Na ukiulizwa nafasi ya msemaji hapa, unaulizwa umuhimu wa mhusika na umuhimu wa ama huu mhusika ni Sara, na tunaona ana umuhimu ufuatao: ametumika kuonyesha wanawake wavumilivu na wastahimilivu. Ametumika kuonyesha wanawake wenye hekima na anakabiliana na changamoto zote za maisha. Anatumika kuonyesha ulezi bora wa watoto alafu ametumiwa kuonyesha mtu ambaye ni mtetezi mzuri, kwa mfano anamtetea mume wake kwa watoto wake. Alafu tunaona ni anaashiria wanawake wenye bidii ya kazi, anamsaidia mume kuwasomesha watoto na pia kujishughulisha na uuzaji wa maziwa na mazao ya shambani. alafu anaashiria wanawake wenye ujasiri. Hajuti uamuzi wake wa kuvumilia mateso na kupata ugonjwa wa moyo. Pia ametumiwa kama mwanamke msema ukweli, anamwambia, anawaambia watoto wake kwamba familia yake haikuwa na mali. Alafu, swali la pili, wahusika mbalimbali mbali katika tamthilia Bembea ya Maisha wamebuni mikakati mwafaka kujikomboa kutokana na kauli zilizopigiwa mstari. Fafanua mikakati sita kutoka tamthilia. Haya, ni kauli gani ambayo imepigiwa mstari? Hii tamaduni, mila na desturi. Kwa hivyo swali linauliza uh, ni mikakati ipi ambayo wahusika katika tamthilia hii wametumia ili kujikomboa wa kutokana na tamaduni, mila na desturi. Na kwanza, tunapata wanawake wanapata elimu, kwa mfano Neema na Asma. Pia wanawake wanafanya kazi kwa mfano Neema. Pia wanawake wanaendesha magari. Neema anaendesha gari mjini na pia anamwendea mamake kijijini kumpeleka hospitalini kwa gari. Pia Yona anaacha kumpiga mkewe na kuahidi kuanza kumtunza. Tunaona kwamba pia wazee wana kushughulikia majukumu ya nyumbani. Kwa mfano, Yona anaanza kuingia jikoni kupika na kumsaidia Sara kwa sababu ya yale maradhi. Alafu mwisho, wanajamii wamebadili mila na kuoa wake wengi wa, ya kuoa wake wengi ili wapate mrithi. Tunaona Yona anakataa kuoa mke mwingine baada ya kukosa mtoto wa kiume kama mrithi. Na ni hayo tu kwa sasa, usisahau kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.